Mimi siungi mkono kubanduliwa mamlakani kwa spika wa County Assembly ya Machakos uh, Madam Ann Kiusya. Ningetaka niseme ya kwamba um, kazi, kazi ya assembly uh, vile tunajua sheria uh, imepangia ni kwamba uh, kazi moja ni representation kazi ile ingine ni legislation hmm. Na ile ingine ni oversight, yeah. Uh, katika hizo kazi zote tunazifanyia hizo kazi katika uh, assembly. Na kwa assembly mwenye ana preside over ili uh, iwezekane kuwa tumetimiza uh, hizo functions ni, ni, ni spika. Uh, wakati spika ana ile independence wakati spika uh, ana ile freedom ya kufanya kazi yake. Wakati inakaa kama anapaswa kuwa anapata instructions kutoka kwa mtu mwingine, tuseme governor, inakuwa ni ngumu sana kukalia hicho kiti, hicho kiti, ili ufanye kazi vile inastahili kufanyika. Inastahili upreside with fairness wa mbunge ndio wamekuja mbunge kujadiliana mambo ka, uh, fulani